Hadithi hii kuku mweupe na siri ya msitu wa amani. Mhusika mkuu kuku mweupe anayeitwa Kukuleta. Mahali kijiji cha furaha karibu na msitu wa amani. Mafundisho uaminifu kutosikiliza maneno ya fitina na kusaidiana. Hadithi hii Kukuleta alikuwa kuku mweupe mrembo sana. Alikuwa na manyoya meupe kama pamba na kila asubuhi aliwahi kuwika kwa furaha na kuamsha kijiji kizima cha furaha. Siku moja, wakati akiwa anatafuta chakula, alikutana na sungura mweusi ambaye alikuwa na wivu naye. Kukuleta, mbona kila mtu anakupenda? Eti wewe ndiye mnyenyekevu kuliko wote? Sungura alimuuliza kwa kejeli, lakini Kukuleta alitabasamu tu na kusema kila mtu ana nafasi yake ya kung'aa, wewe pia unaweza kuwika kwa upendo. Sungura akakasirika. Usiku huo akaenda kuwaambia wanyama wengine kuwa Kukuleta anajifanya bora kuliko wote. Fitina ikaanza kutanda. Wanyama wakamchukia Kukuleta bila sababu. Lakini badala ya kulipiza, Kukuleta aliendelea kuwa mwema. Alianza kuwasaidia wanyama walioumia, alitoa mayai yake kwa watoto yatima wa kijiji cha Furaha na bado aliwika kila asubuhi. Siku moja moto mkubwa ulitokea msituni. Wanyama wote walikimbia huku na huku bila msaada. Lakini Kukuleta alirudi akiwasaidia wanyama wadogo kuvuka mto kwa kutumia mabawa yake. Alijeruhiwa lakini aliokoa maisha ya zaidi ya wanyama thelathini. Baada ya moto huo, wanyama waligundua kuwa walikuwa wamemhukumu bila sababu. Walimwomba msamaha na sungura mweusi alilia kwa aibu. Umenifundisha kuwa wema hauchoki hata kama wengine hawakutendei vizuri. Kukuleta akajibu: Wema una nguvu kuliko maneno ya chuki. Na tangu siku hiyo, Msitu wa Amani ukawa na jina lake kwenye jiwe la heshima. Kwa Kukuleta, hii mnyama wa upendo na ujasiri. Mafundisho kwa watoto: usisikilize fitina, chagua kuwa mwema. Uaminifu na moyo wa kusaidia huonekana wakati wa matatizo. Wema huwashinda wabaya kwa muda mfupi au mrefu.